Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeanza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam kwa muda wa siku saba kuanzia Machi 17 hadi 23 2025. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Jaji wa Mahakama ya Rufani Jacobs Mwambegele ametembelea baadhi ya vituo na kujionea uandikishaji wa wapiga kura unavyoendelea huku akitoa rai kwa wananchi wenye sifa kujitokeza kwa wingi na mapema kujiandikisha. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Sasa tuko kwenye awamu ya kumi na tatu ambayo ndio awamu ya mwisho, na maana tuko kwenye mzunguko wa kumi na tatu ambao ndio mzunguko wa mwisho. Tayari tumesha e, fanya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura katika mikoa yote ya Tanzania Bara na Tanzania Zanzibar. Awa hii mzunguko wa kumi na tatu ni inahusu mkoa wa Dar es Salaam. Nimeshuhudia ufunguzi pale Mnazi Mmoja eh, wa kituo cha uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura saa mbili kamili asubuhi, watu wengi wamejitokeza, na sasa niko hapa Muhimbili nimetoka kupanga uh, watu wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, na wasihi wa Tanzania kwa hapa Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi, wale wanaostahili kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha upya. Leo tarehe kumi na saba na mwezi huu wa tatu ishirini ishirini na tano ndio siku ya kwanza, mwisho tarehe ishirini na tatu mwezi huu wa tatu ishirini na tano. Sasa tuna kawaida, wengine wanakawaida kujitokeza kuja kuandikisha ku au kuboresha taarifa zao mwisho. Na wasihi waje siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ili uh, siku hizo zitosha. Mtu huwezi kujua kwamba una dharura gani siku zitakapokuwa zinaisha. Kwa hiyo na wasihi, uh, wale wanaostahili wajitokeze mapema kuja kuboresha taarifa zao. 17 mwezi Machi 2023, jimbo la Kinondoni na Kawe, tumeanza zoezi la uboreshaji wa, wa daftari la kudumu la wapiga kura katika jimbo la Kinondoni na Kawe tuna jumla ya vituo mia nne na sita kwa siku ya leo, ambao ni siku ya kwanza, tumeweza vituo vimefunguliwa mapema saa mbili kamili asubuhi ambapo wananchi mbalimbali wameweza kujitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuweza kupata haki yao ya msingi kuweza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao mbalimbali. Baada ya vituo kufunguliwa, tumepitia kwenye vituo mbalimbali kwenye kata za Ndugumbi, kata za Magomeni, kata ya Kinondoni, kata ya Mwananyamara pamoja na Kijitonyama. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa, wamejitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuona kwa jinsi gani wanaweza kujiandikisha. Baada ya kupitia maeneo hayo, kuna vituo vile ambavyo tulibaini vina idadi kubwa ya wananchi, hasa kituo cha kata kata ya Ndugumbi, kituo cha Vigaeni, ambapo tulielekeza sasa mashine moja au bivyara kiti moja iweze kuongezwa ili kusaidia kupunguza idadi ya watu ambao wamejitokeza wame. Mimi kama afisa mwandikishaji nitoe wito kwa wananchi wote wa jimbo la Kinondoni na Kawe waweze kutumia fursa hii ya uandikishaji, ambapo zo zoezi hili itakaa kwa muda wa siku saba. Kwa hiyo wananchi wote, tunatoa hamasa tunatoa wito, tujitokeze kwenye vituo vituo vyetu kwa sababu hali ya vifaa iko hali iko vizuri na usalama upo wa kutosha. Kwa kama tunavyofahamu, kujiandikisha ndio msingi wa uchaguzi bora wa mwaka 2025 Asanteni.